Angalia timu yao ina vijana wendi wadogo mm. Nadhani ukitoa ukitoa Joseph chini, ukitoa ukitoa Abdala Mfukuo, eh, ndio kidogo unaona wakubwa, lakini ni pao la kipa, lakini the rest ni vijana wadogo ambao ukiweza maintain kushuka nao daraja la kwanza, baada ya muda mfupi unapata nao ligi, unakuja kuendeleza utawala. Mimi binafsi nimeumia pakubwa Kagera kushuka daraja kwa sababu Kagera ni, ni timu independent. Kagera sio branch of science. Kagera ni timu ambayo inaitegemea, na huwa inatoa upenzani mkubwa kwenye ligi kuu ya NBC. tunatakia kila so heri ligi daraja la kwanza, na baada ya mchezo Tanzania, mashabiki wa Simba tutawamisi. Kwanza tuanze kwa kuipongeza a kiwangu kila kitu kizuri. Tunapozungumzia kocha bora wa NBC na mzungumzia kwa kaa, napozungumzia kiungo bora kuu wa NBC unaweza ukatoka kidogo nje kwenda kumzungumzia kidogo, lakini ukizungumzia ukizungumzia ukizungumzia ukizungumzia mchezaji bora bora bora, unamzungumzia unamzungumzia Jean Charles Avoa, Musa Kamara. Ah, ndio msemaji bora wa NBC tunazungumzia Ahmed Ally. Kwa hiyo tumekuwa na msimu amefa mkuu sana kwa si silafu, tuwapongeze kila ambaye ameshiriki na hata ukienda kuangalia eh, mapato timu ambayo imeongoza kwa mapato mengi kiwanjani umetoka Simba. Maana yake ni kwamba tumekuwa vile vile na mashabiki bora kweli kweli. Sisi kwetu, wana Simba, msimu huu ni msimu wetu bora kuwahi kutokea kwenye kipindi cha miaka mingi

Mbada, mbada, yeah, mtazuri, mbada, mtazuri, yo, leo tulikuja kwa gana anasiaasi kwetu tumekuwa la tukiutumia uwanja wa KMC. Na mantiki hiyo ni kwamba hata kama kuna mechi nane mbele hayo, hatutocheza katika uwanja wa KMC kwa sababu hii ni ilikuwa mechi yetu ya mwisho katika wanja wetu. Leo tunakuja hapa na kila mwanasimba ya mkaraji na na Simba nkua wengi sana katika mchezo huu wa leo tumeagana, tumemaliza msimu wa ligi kuu ya NBC 2024 2025 katika uwanja wetu. Labda niseme kitu kimoja, najua ni sema mnakitisha, labda niseme, na siku nyingi hamjanihoji, na kama wiki mbili tatu sikipokea simu ya mwandishi yoyote yule. Nitafuta uhsha waandishi esha kuchoka

Kwanza nieleweke kitu kimoja, hakuna uh, mahala popote ambapo taratiba ya ligi ikitoka matakiwa athibitisha maceza kama hiyo hiyo hiyo hiyo, ratiba ya ligi kitoka maana yake na maandalizi. Mimi nichukue nafasi hii kuwaambia wasomaji taarifa, kama kutakuwa kuna lolote kuhusiana na mechi ya tarehe 25 kwa maana ya yakishikutwa lakini sasa niseme tu ya kwamba tukicheza mchezo wetu wa mwisho nyumbani, tuna Jumatatu, tuna Jumanne, tuna Jumatano, kama kuna lolote ndani ya, ya siku hizi chache kuelekea tarehe 25